eh, uh, kuania tuzo za BET Awards 2025 na ilifanyika June 9 ambayo it was yesterday na ilikuwa uh, ukumbi wa Peacock Theater huko downtown Los Angeles, California kwa hiyo Abigail Chams alienza all the way from TZ mpaka Los Angeles and uh, hakufanikiwa kupata tuzo lakini masta mbalimbali from TZ walioneshwa kuwa wakimsupoti sana big time. Kina Nandi wamepost kina Stks kina Wozu, yani masta wengi wa hapa TZ walikuwa wanamwangalia live Abigail Cham kwa sababu yeye ndo alikuwa ana alienda kuwakilisha Tanzania huko kwenye BET Awards ya 2025. And guys hapa alikuwa ana get ready, tumwangalieni kidogo, then tuta move forward kwa stori nyingine. Nadhani mtu akicheki pesha yangu sasa hivi itakuwa kwenye kama mamia, wako bendera ya Tanzania, muhimu sana kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania, lazima awakilishe wapi ametoka. Ok guys, hapa kashafika zake ukumbini, yuko kwenye some activities and I have good time na masta wengine mbali, masta walikuwa wengi wanje eh, masta kwenye kwenye movies kwenye music, yani different categories walikuwepo. And this video sasa ndo hii ya mastaa wakiwa zao wanamtazama msanii mwenzao akiwa anawakilisha vyema kwenye BET Awards hapa, alikuwa kwenye red carpet na walikuwa wanamrekodi kupitia TV. Sijui ilikuwa ni studio ya nani ama nyumba ya nani, lakini hapa kulikuwa kuna Nanzi, kuna Wozi, kuna Keys, kuna mastaa wengi wengi walikuwepo kwenye hii location ambayo walikuwa wana wanarecord activities za Abigail Cham wakati yuko kwenye red ntawekeni hapa mhusikie mnamwona, yes, u kuna Nandi e, Nandi kafurahi sana, kuna kina Barna, yaani wako wako wengi wengi waliomsapoti kina Wozu, mastaa mbalimbali walikuwepo hapa, walikuwa wanamsapoti msanii mwenzao kwa sababu this is a big, na hii si, si ya Abi tu, inamaana angepata tuzo basi ni ya kwetu wote, na si tu kupata tuzo, kitendo cha yeye kuwa chosen kwenda mpaka huko kuwania hizi BET Awards ni kitu kikubwa sana eh, ukizingatia bwana anajua kuichapa ngeli. Abigail anajua kuichapa ngeli vizuri sana. Sasa vipenzi vyangu, em angalieni kwanza kidogo, alafu tutaendelea na, na umbea mwingine tutaendelea. hey, <laughs>

Okay, smile. <laughs> Well, hii ndio supoti tunahitaji, kusupoti vya kwetu, sio kuoniana wivu, kuoniana chuki. Hii yeah this is this is very very perfect. Well, hapa sasa mwangalie ni Abi akiwa anafanywa iko uh, kwenye red carpet, anahojiwa kidogo na na waandishi wa habari wa huko kuhusu ametokea wapi, anajisikiaje kuwa kachaguliwa kwenda kuwania hizi tuzo za BET Awards, e, nchini kwake kuna nini vitu vya namna hiyo. Well guys, tumsikilize hapa Abi Chams akiwa anaongelea kuhusu um, yeah, nchi yake alipotoka and everything na mpaka kufikia hapo alipo. Well guys, listen to this beautiful interview yeah. Na kama mnavyomjua Abi Chams kwenye ngeli, bwana, huyo mtoto ajazaliwa TV, anaichapa hatari sana, yani ana flo vibaya mno. Well guys, let's watch her.

Yeah, the interview ilikuwa kama hivyo katwangwa maswali lakini naye kajibu perfect. Kaisifia nchi yake kama mnavyoona, kuna Kilimanjaro kuna nini ya yeah, haja, hajashinda tuzo lakini the good thing kaenda kutuwakilisha Watanzania na pia nimependa sana mastaa walivyomsupport kina Nanje kina Wazo etc. Kama mlivyoona wenyewe walikuwa so excited, walikuwa so happy, wamemsupport msanii mwenzao. Ajashinda this time, lakini you never know, anaweza okay. Um, akapata next time akashinda au akaenda mtu mwingine akashinda. Yeah, so we should hope for the best, but Eh, all in all kalook very good. Mnamwona kalook classy, kalook very neat. Hana mambo mengi. Mm -hmm. Hajajiweka mambo mengi. Kalook smart and perfect. Eh, na alivyo ka mwili kake yenyewe kanaruhusu kuwa simple and classic. Yaani kama Black America fulani vie. <laughs> Ukimwangalia haraka haraka uwezi jua kama huyo ni Mtanzania, lakini ndio hivyo katwalikilisha vizuri zaidi. Well guys, drop your comment kuhusu hii video umeionaje eh mwanzo mpaka mwisho.